Maana kumbuka niye mwenye Mungu anasema hataleta jaribu litakaloweza kukushinda wewe. Kila jaribu litakuwa ndani ya uwezo wako, na ndio maana ukikuta kitu chochote kinakuja kwako, ujue kiko ndani ya uwezo wako mwamini Mungu kwamba hili nitalishinda, lakini wakati huo, hapo hapo, sema amina. Lazima usiwe mtu wa kujisahaurisha. Kuna muda mwingine shetani anapenda kukusahaurisha, kukuonesha wewe ni mtu ambaye kwanza hujawahi kushinda vita hata moja na hauwezi kushinda, lakini ukweli ni kwamba yako mambo mengi ambayo Mungu amekushindia. Sasa kwa nini uwe na hofu juu ya hilo? Yako mambo mengi ambayo Mungu amekushindia, kwa nini uwe na hofu juu ya hilo? Kwa hiyo ni vizuri pia ukawa una unakumbuka hata vile vichache ambavyo Mungu amekushindia ni silaha kwako ya kushinda vita vingine. Bwana Yesu asifiwe.